Mheshimiwa Bunge, tunaendelea na Mheshimiwa Hussein Nas Naslo Amar, na Mheshimiwa Mwita Mwikabe Waitara ajiandaye. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nami nafasi niweze kuchangia hoja iliyoko mezani kwako. Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameniwezesha mimi kunipa afya njema na kuweza kusimama kwenye bunge lako ili tukufu na kuweza kuchangia hoja hii iliyoko mbele yako wizara hii ya madini lakini pia nikupongeze sana mwenyekiti. Lakini nianze kumpongeza Mheshimiwa Spika, naibu spika na wewe mwenyekiti na we wenye mwenye vikiti wengine kwa mnavyotuongoza vizuri katika bunge hili. Kwa kweli ninamwomba Mwenyezi Mungu kupitia siku ya hii ya leo ya Ijumaa na kuwaomba wajumbe waweze kuwarejesha tena kwenye uchaguzi mkuu ujao. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze Waziri wa madini Anthony Mavunde, lakini pia nimpongeze sana Naibu Waziri e, Steven Kiruswa, Katibu Mkuu Samamba na naibu katibu lakini pia watendaji wote wa wizara kwa kweli kazi kubwa mnaifanya. Baada ya kuondoka aliyekutangulia Mheshimiwa Mavunde, Mheshimiwa Doto kuwasha moto na wewe unahakikisha kwamba moto huo hauzimiki, na kweli moto huo unaendelea kuwaka vizuri. Ongeleni sana Mheshimiwa waziri, pamoja na timu nzima. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutoa fedha nyingi sana kwenye miradi mbalimbali ya maendeleo nchini, lakini pia kutoa fedha nyingi kwenye wizara hii ya madini, lakini kwa kuweza pia kubadilisha taratibu na sheria na tozo mbalimbali mbali kwenye wizara hii ya madini. Mama Samia ameweza kutoa fedha nyingi kwa kuagiza mitambo kwa ajili ya kuchoronga ili kujua wapi pana madini ili kuwasaidia wachimbaji wetu. Mheshimiwa, baada ya pongezi hizo, ninaomba niseme maneno machache yafuatayo. Baada ya kumpongeza Mheshimiwa Rais, ameweza kutoa leseni za uchimbaji kwa wachimbaji wadogo zaidi ya leseni 6227. Hongera sana mama, na mimi kama mchimbaji nimeweza kupata leseni hizo, na mimi nikiwa mmojawapo kwenye hizo leseni. Mheshimiwa, baada ya pongezi hizo, serikali iliweza kutangaza na kuwakaribisha wawekezaji waweze kuwekeza kwenye utengenezaji ama uchakataji ama kupandisha thamani ya dhahabu dhahabu ili wanapotaka kuisafisha dhahabu, wanapota dhahabu ile iwe imeshapandishwa thamani. Serikali ikatoa maelekezo kwa wawekezaji waje wawekeze, na kweli wawekezaji wetu wamepatikana na wakawekeza. Kuna lifainali zaidi ya nane ambazo zimejengwa nchini, lakini lifainali hizi mpaka leo hii hazipati msaada wa kutosha kutoka serikalini. Mfano, kuna mama yetu ambaye ametajwa hapa mama huyu anaitwa mama masasi mwenye fainali yake inayoitwa Geita Gold Final. Mama yule ameweza kuwekeza kwenye fedha ambazo ameweza kukopa kwenye mikopo kwenye kupitia mabenki. Mama huyu amewekeza pamoja na wengine wote, lakini mpaka leo hii tayari serikali haijawapa sapoti ya kutosha ili waweze kupata manufaa na kurejesha malipo hayo kutoka mabenki. Ninaomba kuishauri serikali yangu kwa sababu tulitangaza tunahitaji wawekezaji kwenye upande huo. Sasa hivi sasa, kama kuna uwezekano, tubadilishe taratibu. Leo hii kuna matani ya dhahabu makilo ya madhahabu yanapelekwa nje yakiwa gafi, wakati sisi tuna viwanda ambavyo tuliwaomba waweke viwanda hivyo hapa nchini. Niwaombe Mheshimiwa Waziri, badilisha ama, kama kuna uwezekano, leta sheria hizi tuweze kuzirekebisha, tuwasaidia wawekezaji kwa sababu wamewekeza fedha nyingi. Leo hii dhahabu nyingi zinakwenda nje zikiwa gafi. Kwa kweli naomba hili swala lije hapa mezani, leta bungeni tuweze kubadilisha hizo hizo sheria, tuweze kusaidia viwanda hivi. Hawa hawataweza kurejesha bila serikali kuwasaidia. Mheshimiwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, niende upande wa wachimbaji wadogo. Tunaishukuru serikali imeleta mitambo kumi kwa ajili ya kuchoronga. Ninaomba mitambo hii isambazwe kwenye kanda, kwa sababu tuna kanda mbalimbali ambazo zinachimba Pelekeni hiyo mitambo ili iweze kuwasaidia wachimbaji, lakini sio hivyo tu, gharama ya uchorongaji ni kubwa, punguzeni gharama za uchorongaji ili wachimbaji wetu hao wa wadogo waweze kunufaika. Lakini sio hivyo tu, ninakuomba Mheshimiwa Waziri, hotuba yako imegusa maeneo yote, yaani nilipokuwa nataka kuchangia, umepa, umepagusa. Lakini naomba nikazie kuhusu hao wachimbaji wadogo, hakikisheni taasisi za fedha zinapunguza masharti na liba ili wawekezaji wadogo waweze kukopeshwa waweze kuendesha hizo kazi zao na kuweza kupata manufaa, lakini kupandisha pato la taifa. Mheshimiwa Waziri, wakati unaingia kwenye wizara hii, mwenzako ulimkuta, aliyetangulia aliweza kukusanya mapato ya taifa asilimia 9.3. wewe leo hii umefikia asilimia 10.1. Mimi kama mchimbaji nasema bado haitoshi, tuwezesheni, awawezesheni wachimbaji wadogo wizara hii ina uwezo wa kuchangia pato la taifa hata zaidi ya asilimia ishirini. Wawekezeni kabi, wekezeni fedha nyingi kwenye upande wa kuwasaidia wachimbaji wadogo. Leo hii wachimbaji wadogo anaenda kuchimba mzamo mmoja kwa siku tatu siku nne, anatumia zaidi ya shilingi elfu tano, lakini mtakapowekeza nyinyi na kupunguza gharama za uchorongaji na kuhakikisha kwamba hapa mchimbaji wetu anachimba atakuwa amepata dhahabu, lakini mtakapoweka uchorongaji wenu mkaweka gharama ya shilingi elfu hamsini itakuwa mmewasaidia hawa ambao wanatumia nguvu kubwa na fedha zao kwa kutumia lamli. Leo hii wachimbaji walio wengi mmetoa leseni zaidi ya elfu sita mia mbili ishirini na saba lakini kwenye leseni hizo utakuta mnanufaika na kupandisha hili pato la taifa kwa asilimia kumi pointi moja labda ni leseni mia mbili au mia tatu leseni zingine zote wachimbaji wadogo hawanufaiki. Nashukuru sana, umesema unaleta ndege nyuki, sio ndege ile ya ku, ya, ya, ya kumulika na kujua kwamba hapa kuna miamba, na kuomba ulifanye hilo haraka sana ili kuwasaidia hawa wachimbaji wetu wadogo waweze kupandisha pato la taifa. Mheshimiwa, baada ya kuyasema haya, mimi kwa kweli leo nilikuwa sina mchango mkubwa sana. Baada ya kuisoma hotuba yako umenigusa maeneo yote hapa, nilikuwa na kazi ya tu. Kwa hiyo ninakuomba, leta hiyo sheria mezani tuhakikishe kwamba tunaibadilisha hiyo sheria ya watu waache kupeleka dhahabu ghafi nje, kwanza zisafishwe hapa nchini ndio ziende nje. Tuwasaidie hawa ambao wameweza kukopa fedha zao nyingi kwa ajili ya kufanyaje, kujenga hizi refinery. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuweza kuchangia hotuba hii. Naunga mkono hoja. Asante sana.